Wana, wanaolewa kwanza wengi watu wazima wanakunywa pombe wababa watu wazima. Watu wazima tena kuangalia usoni. Hey, alafu juzi kuna mbaba ambaye tulikuwa tunamheshimu eh, hey, alichuchumaa aituonesha maumbile <laughs> <laughs> alilewa, tujee kuyaona, alewa bwili, akachuchumaa Unajua, kuna pesi fine za kwacha kwacha eh, za kizamani kama zimekaa hivi eh. wazee wako wanachumaa tu ni kachuma a uwanjani tu, anacheka na si tukaangua kicheko mpaka tukadondoka. <laughs> Kabona mkewe kaja nakitenge nakibia wawa, kaja kamfunika hmm. Akasema la hasha, maumbile yangu ashaonekana. <laughs> Eh. Ipi kwani lakini watu wanalewa mpaka wanatoka farm? Sasa achana na huyo kuna mbabahapo mm, mnene afumfupi fupi. Eh. baba huyo naye mlevi ana mwalimu wa shule za mjini Eh, kalewa, eh, katoka na nguo ndani ya mkewe. Tulicheka <laughs> segea <laughs> si wanapata na nini zipombe zao sisi. Eh, Eh, hmm, si mnaona. Siyo, naogopa nacheka. Akasema eh, sema kwanza, atamii hapa na ukimwi <laughs> baada <Bale> ya kaganda. Nimesemaje? <laughs> <laughs> nimekwisha <yini> <laughs> <laughs> pale pale pombe liruka <laughs> Mm. Asubuhi alisemaje? mbona ukiumie? nimesema eh. Wapi, umesahau? <laughs> eh. Sasa eh. kuna mwingine hapa, kuna baba mmoja siku moja akalewa, kasema nini? Nabasili <laughs> eh. nabasili nyama ili linauma mkewe. oh. Aya <laughs> bado naongea hayo, huyu akumbuke kesho unajifanya. Ase <laughs> <Niko, laughs> asubuhi pitam eh, shemeji na bawasili mie eh, wanaangalia ukuta mi eh, basi mi naona eh, bawasili. Baba yake mtu anaongea na ukweli. Wanasema mtu akilewa anaongea ukweli, lakini akisema na <laughs> <We. laughs> <laughs> e, ukimwi ukweli. Ukweli. Mpaka nimdumatamie yaani, aliongea mimi na ukimwi, baadaye yeah, akaganda ukutani, mama nimekuisha <laughs> <laughs> tuko wangapi hapa? Ehe. Tuko sita aishie hapa hapa, ndugu zangu, aishie hapa hapa <laughs>